Huku kesi ya mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang' inapoendelea. It is now a time to immediately arrest Mr. Langat. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ameshinikiza kukamatwa kwa viongozi wa idara ya polisi na wale wa DCI, hasa naibu inspekta generali wa polisi Eliud Lagat akimtaja kuwa mshukiwa mkuu wa mauaji hayo We demand the arrest of the DCI because he lied on oath and the IG as well as Mr Langati himself and and they be prosecuted and those of course who are associated with the with the with the murder of Ojwang' Maraga akibaini kuwa viongozi wa idara ya polisi na wa DCI wameendelea kuficha ukweli kuhusu mauaji hayo, akiwataka kuwajibika na kuhakikisha waliohusika wamechukuliwa hatua za kisheria. On on ameapa kuungana na Wakenya wanaotafuta haki kutoka kwa mashirika ya kibinafsi iwapo wahusika hawatakuwa wamechukuliwa hatua ifikapo tarehe 25 mwezi huu, akiwataka Wakenya kuungana na kuendelea kupigania haki zao.

Exactly on, uh, on for, for. Namshukuru Rais kwa kuchukua kijana wangu Albert Umondi kama kijana wake na kuhisi kuona kitu, sababu wengi wameaga dunia jana hata juzi hata wiki jana, lakini alichagua kuchukua mzigo huo kama wake ili akaweze kusema pole, kupitia kwa simu yangu. Mimi namshukuru kwa ajili ya hiyo. James Mwangi Undugu TV.